Yes, karibuni darasani kupitia makeup hii nzuri kabisa. Naomba nikufundishe matumizi sahihi ya brush, yaani kila hatua nikuonyeshe brush brush yake. Brashi yangu mimi ina pisi kumi na mbili seti kama hii utaipata kwa shilingi elfu ishirini na tano tu, lakini ina brashi zote za muhimu. Yaani nilienda kio ndani nikasema yes nahitaji brush moja, mbili, tatu na brush zangu ni hizi ambazo unaziona hapa. Brush ya kwanza kabisa nitaitumia kwenye kulazia nyusi. Ni ile brush ambayo tunaitumia kama kwenye kuchania nyusi. Nitatumia styling soap, nitalazia nyusi. Hii ni brush yangu ya kwanza. Sawa sawa. Lakini kwenye kuchora wanja nitatumia wanja penseli tu kawaida. Nitachora frame upande wa chini na nitainyoosha vizuri, kisha nitakwenda kuchora frame upande wa juu. Naomba nikukumbushe, jina langu ni Farida Osman kutoka Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi tunawakaribisha sana mjiunge na chuo chetu namba zetu ni hizo sifuri 6 karibu sana uweze kujiunga na sisi baada ya kuchora frame pande zote sasa nitakwenda kujazia wanja upande wa katikati hivi usijaze wanja mwingi sana kidogo tu alafu hakikisha unachana nyusi zako vizuri jaza kama hivi alafu nenda kachane nyusi zako kwenye brashi yetu ile ile ya kwanza. ka ukanye brashi yako, lazima una brashi kama hii kwa ajili ya kuchania nyusi. Brashi ya pili tutaitumia kwenye kupakia konsila. Sasa hakikisha kwamba brashi yako ni imenyooka vizuri, brashi hainja ini haijalegealegea. Ukiwa na brashi ambayo sio soft, lakini pia ukimchorea mteja akiwa ananyonyoka nyonyoka, inachoka choka hivyo vinyoya vyake, hauwezi kunyoosha mistari kama hivi. Unaweza ukawa unachora vizuri, lakini either brush ikawa inakuangusha sawa sawa. Kwa hiyo hakikisha unajipatia seti yako ili uweze kupata matokeo mazuri na ya haraka zaidi. Kwa hiyo nitanyoosha pande zote mbili, upande wa katikati. Mara nyingi huwa napenda wanja zangu zikutane katikati. Kwa wewe ambaye ni mwanafunzi, itakusaidia hasa kwenye kulinganisha wanja, yaani ziki concealer zetu zikikutana katikati upande wa kulia na kushoto, itakusaidia kwenye kulinganisha wanja wako vizuri kabisa. Upande wa juu nitatumia brashi ile ile, lakini nitashepu kwa kutumia foundation, sawasawa. Okay, haya nita shepu kama hivi ambavyo unaona tunaelewana, alafu nita blendi vizuri kabisa. Sasa kwa hiyo brush ya concealer ni muhimu kwa sababu huwezi kushape wanja kama hivi kama hauna brush nzuri. Hakikisha brush yako ni, ni ni ni ngumu vizuri, ni ina manyoya soft, yaani siwe ya kumuumiza mteja wako, ili uweze kupata matokeo mazuri. Sasa twende katika upande wa eyeshadow, ni kuonyesha ile brashi ambayo nitaitumia kwenye eyeshadow. Brashi zangu za eyeshadow kwenye seti yangu na brashi kama tatu hivi nne, lakini naweza kutumia kama brashi mbili. Brashi ya kwanza ni hii ambayo nitaitumia kwenye kupakia poda au zile rangi ambazo zitakuwa ni dark kwenye kushepu wanja I amn mean, kwenye kushepu eyeshadow kama hivi ambavyo unaona nita blend vizuri vizuri vizuri nita feature zile, uh, zile concealer ambao nilipaka pale mwanzoni nime, uh, brush hii ambayo nimeitumia, nimekuwa na uwezo wa kupaka rangi mbili. Rangi ambayo ni rangi ile ya poda. Kwenye eyeshadow engo fulani hivi kwa mbele sasa, kwa nita blend kama hivi ambavyo unaona sasa. Kwa namba, nikukumbushe kwamba kupata muonekano mzuri kunaendana na vifaa. Kwa wewe ambaye unahitaji vifaa vya makeup set kuanzia shilingi laki mbili, laki mbili na nusu, laki tatu, laki tatu na nusu, utaingia darasani bure wiki nzima, tutakufundisha hatua kwa hatua. Nunua vifaa kwetu tukufundishe bure kabisa kwa wewe ambaye upo mkoani, kutumia video utaangalia na utajifunza. Kwa mfano, ukiangalia video kama hii, ni video tu ambayo imekamilika na uwezo wa kujifunza ukajifunza vizuri kabisa na ukaelewa. Kwa wewe ambaye tayari umekwishajifunza kama hivi, sasa turudi kwenye upande wa kuchora wanja chini ya macho. Mna brush ambayo nimeitumia ni, ni brush ile ndefu kama engo inaka, inaka fulani, nitaitumia kwenye kuchorea wanja chini, naweza nikatumia kwenye kuchorea wanja chini ya macho. Brush nzuri jamani. Brush, brush, brush. Unaweza ukawa na product nzuri. Je, una apply zile product na nini? Na mikono unaweza kupata matokeo mazuri. Kwa mfano foundation yangu hapa nime blend vizuri. Foundation hii imeshika vizuri kabisa. Ukihitaji foundation tu, zipo kuanzia shilingi 25. Ukihitaji brush tu kama hii ambayo naitumia seti nzima utaipata kwa shilingi 25 na ina brush zote za muhimu. Sasa sawa? Kwa nitarudi kwenye upande wa concealer kujiunga na madarasa yetu ya live tunawakaribisha sana. Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Tunafundisha makeup aina zote, tunafundisha kupamba maharusi. tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha vitu vyote vinavyohusiana na saluni. sasa Karibuni sana, namba zetu ni hizo ambazo naona kwenye skrini. Kwa hiyo njoo ujifunze, njoo ujipatie ujuzi ambao ni wa kudumu, maana kulivyo kufanya makeup kulivyokuwa na raha. Kwa hiyo make sure kwamba unakuja darasani unajifunza. Hii naopaka huku ni blusher. Nimetumia lipstick ile ya palette, yes, nimetumia rangi ambayo kama inaenda kwenye maroon, kama kwenye pinki pinki fulani, nitaitumia kama blusher nitakachoongezea hapa, nimeongezea sponge kwa ajili ya kublendi zile sehemu ambazo concealer niliongeza. Brushi kubwa ni ile ambayo nitaitumia kwenye poda, nitatumia kwenye kupakea poda yangu. Poda zetu ni nzuri kiasi ambacho unaipaka poda mpaka inaisha, lakini bado unakuwa una uwezo wa kuitumia. Kama mnanifuatiliaga sana, mimi ni mtu ambaye nikitumia poda nataka iishe kabisa, nikitumia shadow nataka ishe kabisa, sababu quality yake ni nzuri, unaweza ukaitumia mpaka mwishoni na same ukapata muonekano ule ambao ulikuwa unapata mwanzoni. Brush zile ndogo ambazo poda haifiki kwenye zile sehemu ambazo brush kubwa poda haifiki, nitatumia brush hii ambayo ni ndogo. sawa sawa, tumeelewana okay. Yes, tutakwenda kupakia brush hii. Una uwezo wa kutumia setting powder au kutumia puff powder kama hii ambayo unaiona sawa sawa. Kwa, nitakwenda kupaka ile setting powder yangu alafu nita, nita blend vizuri k okay. kwa hiyo nita blend, blend, blend, blend vizuri alafu kisha nitaendelea na hatua nyingine. Kama utakuwa na swali na chochote, niandikie kwenye comment. Unahitaji vifaa vya makeup, tunauza mikoani, tunatuma kwa waaminifu. Kuna mtu mwingine kukwambia kwamba mi nataka makeup nzuri kama, kama hii yakwako, lakini sasa je, yeah. Vifaa umenunua vingine, afu unahitaji mwonekano kama huu ambao niliupata, ni vitu viwili tofauti. Unahitaji same look, njo njo nunua vifaa nikufundishe, naenda kafanye kazi. Sasa tutakwenda ku blend poda yangu, yani brush kama hii. Ukitaka quality same same, hizi zimeandikwa ni real perfection. Sasa tunaelewana, ile ya poda nitatumia pia kwenye kupakia highlighter, kwa mfano ile ya foundation ilitumia kwenye kupakia blush. Kwa hiyo brush moja inaweza ikawa na matumizi zaidi ya hata matatu mpaka manne. Sasa, sasa sisi naposema tunafundisha tunakufundisha vizuri, na ukiangalia kwa mfano makeup yangu hii, jamani, niambiwe hii ni fresh from camera eh? Ni umeshafanya makeup nzuri kama hii, je, ukiongezea na Snapchat yako hapo inakuwaje? Utajikuta unapata wateja, wateja, wateja, wateja, wateja. Na uzuri ni kwamba kila siku watu wanajiremba kila siku watu wanafanya makeup, njoo nunua vifaa, njoo tukufundishe, njoo darasani. Yes, chukua muda wako, jifunze kama hivi. Lipstick naweza nikatumia lipstick ile brush ambayo iko pale, au nikatumia brush ile ambayo ipo kwenye seti kwenye kupakia lipstick. Kwa nimekuonyesha option mbili ambazo wewe utakuwa na uwezo wa kujifunza. Kama, uh, video hii imekusaidia leo, niandikie kwenye comment, lakini pia kama haijakusaidia niandikie kwenye comment. Kama na uwezo wa kukishika kwa wakati huo huo. Andika baadaye, pitia rudia video, rudia rudia rudia, pitia, njoo darasani, jifundishe, jiunge kwenye magrupu yetu, subscribe channel hii ya Frida Osman uweze kujifunza vitu vingi zaidi. Final touch umeiona hiyo makeup ilivyokaa vizuri. Hii ni fresh from camera, no filter, no editing. unahitaji kujifunza zaidi, karibu na darasani kwetu. unahitaji kufahamu chochote, niandikie kwenye comment. unahitaji vifaa vya makeup, mikoani na nchi za jirani, tunatuma kwa uaminifu. Asante naendelea kujifunza nasi, mimi ni Farida Othman bye-bye.